Nyaishozi oye! Safi! Nyaishozi oye! Safi! Nyaishozi oye! Haya, wote mmeshinda. Samia oye, oye! Samia safi! Safi! nazamu hii wa kina mama Nizamu yenu, huyu ni mama mwenzenu, naomba mpende, tumpe ushirikiano, tumpe kura zote, kura za akina mama, uwe ni mtaji namba moja wakina mama oye. Avigeregere kidogo, niwasikie wakina mama oye. Sasa hivo hivyo vigeregere vinavyopendeza hivo vigere gere, vinavo, Oktoba 29 naomba wakinamama wote mtushike mkono, wanaume na sista tutawaunga mkono, twende tukampigie kura Dr. Samia. Samia oye, tukisha mchagua Dr. Samia haya ambayo tumeyafanya kwenye kata yetu ya Nyaishozi na zile kura, sasa hivi kila kata atakuwa anaangalia Nyaishozi bakampe kura zinga mbwenu nyawekindaaba ninja ikuru ninsaba amaendelero ga Nyaishozi

Kama mmenielewa naomba nione mikono yenu kuhusu kura za Dr Samia. Samia oye! Oh makora, naona mmenielewa. Chama cha Mapinduzi, kwenye historia ya nchi yetu hakuna chama kingine zaidi ya Chama cha Mapinduzi chenye uzoefu wa kuongoza nchi yetu bila nchi kuingia kwenye machafuko ya kivita, ni CCM peke yake nimekuja kuwaomba tuchague mafiga matatu hapa nimeshaona kura za dokta samia zipo ni mbasima mbwenu nanye mtabani wanyu nimwe munzeire nanyezange nzibura kweli Ayaka, zibone, mnyoche, zibone, zange nzibura aya kanzibone ninsaba munyoshe nzibonizane na mimi oye nimbona nanye nalya makora yeah, yeah. Sasa lingine, wananyaishozi, siri ya mafanikio ya kata yetu ya Nyaishozi kuendelea kumchagua kakangu Mashanda ni mwendelezo wa maendeleo. Mheshimiwa Mashanda ndiye aliniambia kwamba Wananyaishozi wakituchagua Tuunganishe Nyaishozi na Bushangalo. <laughs>